Tuko na Dashishi bana hapa kwenye uwanja ambao Lamata Village, kila siku wanafanya maajabu. Dashishi kwema? Ehe. Furaha ni kubwa kama unavyoniona mm. nina furaha sana mm -hmm. mm. Kwanza kukuona tu unakuja kushangilia hapa najua kabisa sio mchezo mdogo, sio tu mchezo mdogo, lazima niwepo kwenye timu yangu Sio, unanielewa mm -hmm. Niangalie vijana wangu wanafanya kile ambacho tumekubaliana mm -hmm. Na wamefanya kweli, wameniambia kwamba mdhamini, kuwa na amani, ongeza hela kwenye timu mm -hmm. Kwa hiyo wamenipa motisha kuongeza hela kwenye timu, ongeza shilingi a. Sasa hilo swali, mimi si ndo mdhamini mkuu? Nasimamia vitu vyote ninavyoviona mm -hmm. yeah. Mambo ya chakula ni kila kitu. Chakula ni kitu gani? Chakula ni mambo ya baadaye mm -hmm. Lakini vile vitu vya muhimu mm -hmm. kwa vijana kama jezi, kila kitu ya... malipo hadi malipo E. Nakumbuka last time nilipiga story na Lamata akaniambia kwamba amewaahidi pesa kila atakayefunga. Yes, ndio maana yake we are the team. Okay. Yes. Okay. Uh, wakati siku ya kwanza mnacheza hapa nilikuona unalalamika nje, uh, uh, uh, yeye uh, uh, uh, hmm. anataka yeah, no, mpira mpira so, kushabikia timu fulani. Mm -hmm. So mimi siweze kukubali because I know the game. Mm -hmm. Yes. Nilikuwa na unaenda kum, kuzungumza na Alikiba ulimnong'oneza kitu hivi, nikamwambia hey, ni... vijana wake watulie, kwa sababu huu ni mpira mpira unadunda. Mm -hmm pia tunamfunga la juu, tumetoka naye naye tumemfunga. Sasa na leo wametuletea mapikipiki, tumewafunga. Kwa hiyo tu tumesema, tumesema hivi, anayekuja kichwa kicho tunamkata. Asante al, al, Alikiba cha kumwambia kichwa, Alikiba, Alikiba cha kumwambia Alikiba, nataka nimwambie tu kwamba kiteta timu zake, mm -hmm. awe amejipanga kwa sababu sisi tuko vizuri, tumejipanga kwenye kila kitu. Sisi tuna vijana wadogo wadogo, hatuna vijana wazee. Under 18 wamesimama pale, they are strong, kuanzia misuli, heavy duties Hivi siku zijazo unajiona kabisa kuja kuwekeza kwenye mpira? O, tayari nipo, mnaamaounakuuliza hmm, no, no, no, na, na, yani kwamba tuna shishia, tumeanza na Lamata village Nani? tumetengeza chakula Kwani si, natakiwa uwepo naye usiku sasa. Pia yeye si huko Dodoma, jamani, sioni mbele make me unanikia mitaa, sioni mbele tazanyo ziko ears? Like, jamani najiua, niache nipumzike. Oh sasa, mzamini kundu anaongea kila saa. Mimi si msemaji wa timu, unauniacha peke yangu mko mko na misi wao, ni jamani, niende wapi? Mbona mmenizingia? Nataka neno moja kutoka kwako, nishaongea lolote la kutia motisha vijana. Vijana wangu vijana wangu wanafanya vizuri, na leo kama mlivyoona, wamefanya vizuri, timu iko imara, vijana ni 18 hapo, hatuna age go. Vijana wanajua nini wanatakiwa kufanya uwanjani, vijana wanakula vizuri, vijana wanamsikiliza bosi wao, wanasikiliza wadhamini wao, wanasikiliza